Hatimaye nimekukumbuka. Nilikuona kwenye ndoto na kila nikijiuliza, huyu mtu nimemwona wapi? Ila leo nimepata kutambua nimekuona wapi. Niliwahi kukuona kwenye ndoto yangu na sijui ilikuwa hmm, na maana gani? Inawezekana pia. Lakini ni kitu ambacho nakiamini kwamba ndoto mara nyingi haziwagi za kweli. Lakini ya kwako inawezekana ikawa ya kweli. Maana inaonyesha wazi kuwa kichwa chako kiko vizuri kwenye ndoto, inaonyesha wazi sasa kwa sawa kiakili. Aa, kitu kingine cha umuhimu ambacho naweza nikakuambia kwamba mshukuru sana mwanaume wako, maana mwanaume wako ana vitu fulani hivi ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo mshukuru sana na hiyo ni mwanaume wa kumzingatia sana katika maisha yako. Mm, sawa. Endelea kumuomba Mungu naendelea kumshikilia mwanaume wako. Utafika mbali sana. <laughs> Dada, kuna shida gani kwani? Omega twende. Unajua, siku ile ya harusi yetu mimi nilikuwa naogopa sana. Sasa pale ulikuwa unaogopa nini? Mbona vitu vya kawaida tu. Ah, kwa hiyo shida yako tayari nimeshajua. Ule wingi wa watu ule ndio uliokuchanganya wewe, na hivyo kizingatia kwamba hujazoea kabisa kabisa kusimama mbele za watu, kwa hiyo kaa unaona aibu watu walipokuwa wengi vile wametuzunguka, eh ndio maana ukaingia na wasiwasi, lakini kile ni kitu cha kawaida sana. Kikubwa hapa tumshukuru Mungu tu kwamba, eh, ndoa amepita salama. Tulifanya vizuri kabisa kiukupi, yani ni kama tumeweka historia hapa kijijini katika ndoa yetu, kwa sababu ilifana. Kila mtu alifurahi, watu walicheza mziki, watu walikunywa wakalewa, wakala chakula eh. Eh, ni kitu kizuri sana na ulipokuwa unasema mwenyewe utakuwa makubwa makubwa kama Azam TV Sibu, ulikuwa ushongea na wana kijiji. Ni kweli, niliwaambia watu wengi sana, marafiki zangu, ndugu zangu, majirani, jamaa wote niliwapa mwaliko na hawakuniangusha. Watu walihakikisha wamefika, kwao sasa hivi hey. Nadhani tayari nimetimiza kile ambacho wewe ulikuwa unatamani siku zote. Pia nimefurahi sana huwe kuwa ah, na amani. Cha msingi tufate kila kitu ambacho tumeelekezwa katika ndoa na wakubwa zetu, tuishi kwa amani, upendo, tuvumiliane, inapotokea changamoto tuelekezane. Hiyo, eh? Ndio misingi mizuri ya ndoa, na kama tukifanikisha kufanya hivyo basi ndoa yetu itadumu kwa muda mrefu sana. Yaani mi nakusaidia kuni, unashangaa sijui, unashangaa una nini? Kwa hivyo kuni gani hapa hivi? Ukiambia wenye kuni apita mbele au utapita mbele, kuni zote hizo zinaivisha hata maharage. Alafu mi nimekusaidia kuokota kuni, wewe kanisaidia kuchota maji kisimani. Yaani kazi ya kukata kuni kuchota maji zote ni za wanaume, ila nyie wanawake tunawapa tu ili mchangamshe mwili. Unajua yaani ukiwa umekaakaa sana mwili ume unakuwa zoofu, yaani mwili unazoofika. Kwa hiyo hizi sijui kunikuni zinafanyani kidogo mnakuwa mnachangamsha mwili, sehemu ya mazoezi. Kwa hiyo usiwaze kusiwa hapa alikuwa nafikiria

ila watu mnasiri sana, kwa hiyo muda wote tunapata shida. Kumbe ulikuwa unapendana na yule binti? Ndio, nampenda. Kwa hiyo ulikuwa radhi kabisa kufa yule kaka, kwa sababu ya yule mwanamke? mwanamtu alikuwa tunatii sheria mazingira ya pale kaona kuelewa mwenyewe mifumo lioiweka ile migumu migumu, kwa sababu tuliogopa tutaliwa nyama, ndio maana tukawa tunajiogopa ogopa tunajiogopaogopa tunajificha ficha kama unavyojua sasa pale mulikuwa munazingatia sheria au mulikuwa mnaiua sheria? Aya, tuchukulie kwa mfano, marehemu mkuu angejua, unafikiri angewacha falama? maana sasa hivi ni utawala wangu tu ndo nimeanza kuruhusu hivyo vitu, ndo munaanza kujimwayamwaya na kujiona mashujaa kwa mapenzi. Kiukweli mkuu, ndugu yangu, nakushukuru sana, kwa sababu ule marehemu mkuu maana alikataza mahusiano ya wenyewe kwa wenyewe, angelijua kweli sisi tungekufa angetufanya sisi chakula chake, kiufupi angetukula nyama. Kwa kuwa wewe umeruhusu mahusiano yenyewe kwa wenyewe mitano tena kaka, na mna bahati sana kwa sababu utawala kwangu mimi nazingatia vitu muhimu. Mimi naelewa mapenzi ni kitu kizito sana kaka, yani huwezi ukamzuia mtu mapenzi. Na ndo maana mimi nilivyochukua kiti tu, moja kwa moja nikaanza kuruhusu mahusiano, kwa sababu najua ni kitu ambacho hata mii mwenyewe natamani kukifanya lakini kutokana na wadhifa wangu naona tu bora nijizoeze kidogo, ila keva like, bana nampenda le lakini flat screen

Maana wewe ni kijana, nikijana mchapakazi, unajua kumkea mwanamke. Airen, hivi bado moyo wako unahitaji mimi? Moyo wangu ufuate nini kwako? Akati ingali na mtu wako. Kuwa na mtu sio shida, naweza nikawa na mtu na pia naweza kaa na mtu mwingine pembeni. Kubwa ni kukubali tu kuwa na mimi. Hivi unampenda kweli mwanamke wako wewe? Airen, mbona kigeugeu mama? Mwana unipende, mwana usinipende. Shida nini? Siwezi kuwa tena na wewe kwa sababu nimeshavuka huko. Hebu nikwambie kitu kimoja bwana. Inatakiwa ukubali kuwa na mimi. Uwe kama mke wa pili. Ule vitu vyangu kimya kimya. Bila shida ina yoyote ile. Mama, kama uliweza kunikubali mwanzo, mimi tuze wangu, si kitu gani ambacho kinifanya fanyika kataa lakini bado moyo wangu natakiwa kuwa na wewe. Kwa hiyo nahitaji ule vitu vyangu kimya kimya, yaani mwendo wangu wea. Hapana, ushachelewa. Uendelea kukataa kwa hivyo, lakini nitafanya kila njia mpaka nikupate, ili nione kitu gani ambacho naliingia. Mwanzo ulionesha kunipenda sehemu, nakatakataa nakatakataa. Endelea kukataa hivyo hivyo, lakini nitapata tu. Niambie, maana umeniita kisharishari sana, unaniita wakati usiku mzima tumekuwa wote. Sasa hivi naenda kutafuta kitoweo ili mradi tule, unaniitaita tena asubuhi umenimisi. Mpenzi wangu, mimi nataka nitoke kwenye hiki chama cha kichawi. Nini? Unataka kuja uchawi? Sikia bana, nikwambie hayo masuala misaki kuasikia tena Sijumineelewa, sitaki yazungumze hayo mambo. Tumejiunga kwenye chama, hata kutoka kona kuomba, tafadhali sita kusikia upozi wako. Mimi bwana, nishachoka kwenye mambo ya kchaichai, kila cha mimi nimechoka. Sikia bana, naondoka, nikirudi sitaki tena kusikia hiyo kauli yako kwa sababu siku mzima tumekuwa pamoja, hawajazungumza sasa hivi ninatoka, kinakuleta kina kimbelembele kunitaita unanizungumza mzungumza hilo swala. Sitaki nikirudi, sitaki tuzungumzie hayo mambo, tutazungumzia mambo mengine tofauti na masuala ya uchawi. Uchawi kwenda mbele, tunafanya kazi kama kawaida.